Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Ninakusalimu katika muda huu wa jioni ikiwa ni Jumapili tariki 30 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025. Maeneo popote ulipo ninakukaribisha katika kipindi hiki cha habari kwenye uwanja wa vita na matokeo yake ambayo yanazidi kuwa baada ya vita na katika wakati wa vita hivyo. Ninakukaribisha popote pale ulipo lakini kuungana nami mwanzo hadi mwisho hata kubonyeza alama ya subscribe, ili hua unapata habari zetu mapema na kubonyeza pia alama ya kengele ajalishi huko kando kando mwake DRC, kwa maana kituo hiki kinapatikana mashariki mwake DRC, Kivu ya kusini. Walio Azia, walio Marekani na maeneo mengine hata Ulaya, nimewakaribisha basi. Bila kukawa ni mara moja, ikiwa leho Jumapili tariki 30 mwezi wa Novemba mwaka 2025, ikiwa maeneo ya Rugezi huko pembeni ya Minembwe. Mapambano makali yaliendelea kujiri huko ikianza leo hii Jumapili na saa moja na dakika 45 maeneo ya huko kati ya wazalendo wa kundi la Fabebe likiwa chini ya uongozi wa jemedari Ngoma Nzito, wakiungana na jeshi la Kongo Fardese, na hivyo kuweza kupambana dhidi ya wahasi wa Twigwaneo Redi Tabara wanaoungana na waasi wa M23. Nikumbushe ya kwamba kutokana na mapambano hayo ambayo yalikuwa leho na hivyo kutokuweza kujulikana hadi kwa sasa matokeo kamilifu kwa ngambo ya kuweza kuonyesha ushindi. Nikiongeza ya kwamba hata kutokana na hali hiyo ya vita kuonekana ndege ya kijeshi kuweza kupita na kuenda huko katika maeneo ya vita. Niongeze na kusema ya kwamba huko maeneo ya Mwenga katika Kivu ya Kusini, ambako wahasi wa M23 waliweza kushika huko Mwenga Senta na kuweza kuonekana kuwa na ushindi mkubwa, lakini kuonekana ya kwamba hayo maeneo yanaweza yakawa njia kabisa ya mlango wazi kuweza kuingia maeneo ya Kamituga ambako kunasifika kwa uchimbaji wa madini, kati maeneo ambako kunaweza kuchimbwa madini katika kivu ya kusini. Nikwambie ya kwamba ni taarifa fupi kabisa ambayo tu niweza kukupasha katika wakati huu, na nikuambia kwamba ninashukuru kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, lakini ninakukaribisha tena katika kipindi kingine uungane nami mwanzo hadi mwisho ujiunge ya kwamba huwe unapata habari zetu mapema ikiwa tu wewe kuweza kutaka kufaidia. Asante.